Sawa, tunakupongeza, tunakushukuru na tunakutangaza pia ikiwa ni Septemba 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 na 25. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa Pongezi TV katika kipindi chetu cha Pongezi Mubashara ambapo tunapata wasaa wa kukupongeza wewe Mtanzania ama wewe e, mwanafunzi pia pamoja na mdau na mwananchi yeyote ambaye unafanya yale ambayo yanakuwa na lengo la kuchochea maendeleo katika sekta zote, masuala ya sekta ya elimu na sekta ya kijamii. Hii leo hapa studio tupo na mgeni e, Jovini Kesi ambaye ni mwalimu na pia mbali na walimu pia anajihusisha na fani mbalimbali ba baada ya ajira kuchelewesha akaona sio kigezo cha kubaki nyuma. Hii leo anaendelea uh, pia kufanya shughuli mbali mbalimbali ambazo zinamfanya kama kijana kujiingizia kipato na kukidhi mahitaji yake. Kwa niaba ya wale wote ambao tutakuwa hapa ndani pamoja na KC Jovini, mimi naitwa Friday Mangomare. Karibu sana mtazamaji wa Pongezi TV. Habari za kwako kiongozi? Ah, salama kabisa. Karibu sana Pongezi TV. Aisee, tunashukuru sana ujio wako. Pia wewe ni miongoni mwa vijana ambao unapambana uh, mbali na sekta yako ya ualimu lakini umeona usibaki nyuma. uh, Msikilizaji bwana na mtazamaji wa Pongezi TV, natamani kusikia jina lako nitonani kaka mimi naitwa Jovini Exavetes yes. eh, Jovini, wewe una taaluma gani kaka? Moja kwa moja mtazamaji apate kusikia. Sija kusema mimi nimezungumza mengi lakini wewe unachojua ni mwalimu. Bali na ualimu pia umekuwa eh, mtu muhimu kabisa katika masuala ya saruni. Umeona mara baada ya kukosa ajira ama ajira bado haijatolewa, lakini umeona usibaki nyuma, uwe ni mmoja wa mfano kwa vijana na nguvu kazi ya taifa uh, sasa hivi unajihusisha na shughuli gani? Ni wana, ni na mambo mengi mengi ikiwemo. Sawa, wewe professional yako ni ualimu wa shule za sekondari kwa masomo gani? Uh, like mm. Sawa, sisi tunakupongeza Bwana Jovini kesi. Uh, tunakupongeza, tunakutangaza, pia tunakushukuru Eh, idea yako ambao umeona usibaki nyuma mara baada ya kusajili lakini uwe mmoja wa mfano wa vijana wa kuigwa katika taifa hili la Tanzania. Sasa moja kwa moja tuende kwenye mada kubwa ambayo wewe, ni kitu gani ambacho kimekufanya ujiingize kwenye masuala ya ufundi, uh, masuala ya ufundi kinyozi, uh, saruni na welding, wakati huo wewe ni mwalimu kusema? ja, kweli ni mapenzi, huwa napenda sana kama shughuli zangu kunyoa furniture, Hmm. Shule ambazo nazipenda nazifanya kwa mapenzi, ndio maana ukaona, baada ya kuhitimu ehe, nikaona niendelee kufanya kile ninachokipenda, ndio nitakifanya zaidi. Sawa, sisi tunakupongeza sana. Um, sasa hivi tangu um, um, um, umalize elimu yako ya ualimu chuoni, sasa toka mkoa gani mpaka sasa hivi haupo kwenye ajira? Mm, takriban miaka mitano. Miaka mitano uh, ambayo bado hauko kwenye ajira, si ndio? Kwenye ajira bado tunaendelea kusubiria kama serikali itatukumbuka. Sasa eh, bado kuna watu ambao wapo mtaani huko wanatamani wapate ajira, lakini ananiambia mimi mwalimu eh, mimi ni dokta hai, anaachana na kupata fursa ambazo zipo kwenye jamii. Fursa ni nyingi, kama wewe ni mfano wa kijana ambaye mbali na ualimu umeona bado ujikita kwenye nini, kwenye welding. Sasa moja kwa moja hii, wewe unawachukuliaje vijana wa design ambao wapo mtaani huko wanasubiria ajira, na wakati huo ajira ni kujiajiri, ni sisi wenyewe Mi ningiwashauri eje, tupambane kwenye maisha ya kawaida. Si lazima uwe umeajiriwa, unaweza kuingiza kipato chako kizuri na familia yako. Sawa sawa, msikilizaji na mtazamaji wa Pongezi TV, huyo ni Jovini Kensi ambaye tuko naye hapa ndani uh, tukizungumza mawili matatu kuhusiana na miongoni mwa vijana ambaye anapambana haswa kabisa, mbali na taaluma yake ya ualimu wa masomo ya jiografia na Kiswahili. Sasa nitarudi kwake yeye yeah, yeah, yeah.